Haya, uh, mimi ni ASP yes, Abdul Hamadi afisa mchezo wa uh, idara zilizo mafunzo. Tuna msafara watu thelathini na nane, tunaelekea Pemba kwenda kupambania pointi sita. Si jambo jingine lolote, tunachokifuata Pemba ni pointi sita tu, hakuna chengine. Tegemee matokeo mazuri, kwa sababu wachezaji tumekaa nao tokea jana, tunazungumza nao na hivi asubuhi tumeondoka, tunaondoka tumeshaongea nao na tuna mkakati wa sisi 26, sisi kute... otu wa kumi na pointi sita si jambo lingine. Sisi tunaenda kupambania pointi sita Pema aombea wana mafunzo wote watuombee na wawe na imani na sisi. Sisi tunaahidi kwamba tunapambania mpaka dakika ya mwisho. Kwanza tunashukuru tumeamka salama leo, kubwa zaidi ambao viongozi wamewaambia tuondoke leo kwa sababu unaondoka na speedboat. Sio mbaya kwa sababu tumejiandaa vizuri kimazoezi. Sasa kesho ukijazo asubuhi anyoosha vizuri kacheze mechi so baya, kwa sababu tuondoke siku moja kabla. Wachezaji thalathini na wachezaji watano tutabalisha kutoka chini. Kila nafasi na wachezaji wawili au watatu. Sasa kama mtu akiwa mgonjwa, akiwa injury anachukua mwingine anaziba nafasi na kwa aa msimu uliopita ule tumecheza finya na mazoezi yetu sisi tunafanyia shamba vile vile. Sasa nafikiri itakuwa vizuri kwa sababu hii ni timu yao, na sisi tunajiandaa vizuri ili kufanya vizuri 10 lakini kwanzachi mechi ngumu zaidi maana kwa niaba ya kapteni Kujoma na sisi timu yetu hapa tunaenda kupemba kucheza mechi mbili ambazo na mechi hizo ni, ni muhimu kwetu na, na mimi tumejipanga. Tunaomba wapenzi eh, wafuatilie mechi zetu zilivo, kwa sababu kwa kutakia pointi tuliokusudia ili tufike malengo yetu inakuwa eh, ugumu kutokana na, na, na timu yetu ni timu ambayo ina, ina, inapoteza sana mpira, lakini sasa ikiwa kwenye viwanja vile vigumu inakuwa changamoto kwetu, lakini mara hii tunaenda tumejipanga. Kwa njia yoyote uwanja wote tutopewa, tuko tayari kukabili kutokana na